Shukuru Mungu, lakini tunakwenda kuhitimisha, tunakwenda kumaliza kipindi chetu na ni kwa neema tu ya Mungu. Mungu ametupa neema yake pia. Bwana tuosifa kwa hiyo naamini ya kwamba nataka tukamalize kwenye pointi yetu ile ya kwanza ya mtego wanaotumia wa uchawi na uganga. Kitabu cha Matendo ya Mitume kumi na tatu Matendo ya Mitume sura ya kumi na tatu Matendo ya Mitume sura ya kumi na tatu na ule mstari uh, wa sita mpaka wa kumi na mbili Matendo kumi na tatu sita mpaka kumi na mbili. Naomba tukajifunze kupitia pale alafu tukamalize kwa kuomba. Bwana asifiwe. Biblia inasema mstari ule wa sita ni Paulo akiwa kwenye injili zake, nataka uone, ili kwa maana anasema hivi, walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake ba Yesu Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. naulia tena wakaona mtu mmoja mchawi, mtu mmoja mchawi mm -hmm. Angalia kilichotokea anaitwa bar Yesu huyu, mtu huyu alikuwa pamoja na Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Kwa hiyo mchawi yuko na Sergio Paulo mchawi huyu yuko na Sergio Paulo, anasema, Sergio Paulo akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akitaka kulisikia neno la Mungu. Sasa angalia, kuna mchawi, wakili wa ufalme wa giza, alafu kuna mtu anahitaji alisikie neno la Mungu kutoka kwa watumishi wa Mungu. Angalia maneno hayo, nini kilitokea? lakini Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, akashindana nao, akitaka kumtia yule liwali moyo kuiacha ile imani. Sasa huyu mchawi sasa aliposikia ya kwamba Paulo Paulo anaitwa aje alisikie neno, na huyu mtu amemkamata kwenye uchawi wake, akasema sasa cha, cha, cha, cha, cha kufanya hapa. Angalia, anasema alimtia uzito. Kunaposikia uzito ndani wa kutokupenda kitu fulani, unasikia uzito ndani wa kutokufanya maamuzi ya kitu fulani, unasikia uzito ndani U, utaki kwenda kufanya kazi niatamile ni, ni kazi ile biashara basi tu, yani hii kazi nafanya basi tu. Unaposikia ule uzito, before ulikuwa unachangamuka kwenda kufanya ile kazi, before ulikuwa unachangamuka kuamka asubuhi, lakini leo hii unas, unasikia uzito. Sio wewe, nafsi tayari imeshanaswa. Jamani, bwana sifiwe. akamtia uzito, angalia kilichotokea. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu, kamtia uzito segio Paulo alafu akamtia, akataka kushindana sasa na kina Paulo kiroho. Paulo asingekuwa vizuri kiroho, nafsi ya Paulo ingetekwa na huyu mchawi. Unashangaa tu ghafla, huyu mtu naye anakuwa mzito kwenda kwa huyu mtu, unashangaa huyu mtu ghafla. Unaona kuna watu wanaohubiri Injili ambao hawako vizuri kiroho, ghafla nashangaza kuumwa, washazidiwa na wachawi. Amen. Abiyasema angalia hapo. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu akamkazia macho, akijaa Roho Mtakatifu kwenye roho yake, kajaa roho, ana nguvu za Mungu. Paulo, mchawi anashindana na kina Paulo kwenye nafsi. Paulo kwenye roho yake amejaa nguvu, roho ikaanza kupambana na mchawi anaiwinda nafsi ya ya macho, yule mchawi Akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, wachu kuzipotoa njia zilizonyoka, basi iangalia mkono wa Bwana huu juu yako, nawe utakuwa kipofu usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazungukazunguka zunguka, na kumtafuta mtu wa kumshika mkono wa kumwongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka akaamini. ak ya... Paulo angepigwa kimbola na mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana! Lakini Paulo akijaa Roho Mtakatifu. Tunahitaji tujae Roho Mtakatifu ili wasinasi nafsi zetu. Ulinzi wa nafsi kuto kunaswa na mitego ya uchawi inategemea na nguvu tulizonazo wa Mungu kwenye roho zetu inategemea maarifa ya Mungu tulionayo kwenye roho zetu ambayo tutakayotumia kuomba kinyume na roho ya uchawi na uganga, ambayo inawinda nafsi kuzitega. Hebu sema, kwa jina la Yesu Kristo, baba mwema, na kushukuru baba mwema, na kutukuza, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaomba univike nguvu, nivike uweza za roho wako Mtakatifu kwenye roho yangu kwenye roho yangu nijaze nguvu nijaze nguvu nifurike nguvu, nguvu za roho Mtakatifu, za roho Mtakatifu, kwa nguvu ya roho Mtakatifu nafsi yangu ifunguliwe kwa nguvu ya roho Mtakatifu ile mitego ikavunjike na ituma nguvu ya roho Mtakatifu ikaribu kila ina mtego uchawi, kila ina mtego wa uganga ambao wametega ili kuinasa nafsi yangu, mtego na uvunjike kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, mtego na uvunjike kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ninaamuru leo wale wanaoshindana nami, wale wanaoiwinda nafsi yangu, na wapiga upofu, na wapiga upofu, na wapiga upofu na paralyze miili yao ya kiroho wanayoitumia kuiwinda nafsi yangu, na haribu miili yao ya kiroho, na tuma moto kwenye miili yao ya kiroho. Wanaitumia kuja kuiwinda nafsi yangu, wanaitumia kuja kutega nafsi yangu. Na piga miili yao ya kiroho, nateketeza miili yao ya kiroho. Ebu shambulia miili yao ya kiroho, ebu shambulia miili yao ya kiroho katika jina Yesu Kristo. Haribu madhabau wanazotumia kutega mitego, madhabau za uchawi, madhabau za uganga. Halibu hizo madhabau, halibu hizo madhabau, halibu hizo madhabau katika jina la Yesu Kristo. Piga upofu wale waganga, piga upofu yule mchawi, piga upofu, piga upofu, piga upofu. Paulo, akampiga upofu, akasema aka, usilione jua, usilione jua, piga upofu njia zao zikawe giza, malango yao na yafungwe milele. <coughs> Katika jina la Yesu Kristo, wanakutafuta, wanaiwinda nafsi yako kwa mitego ya uchawi, kwa mitego ya uganga. Haribu hiyo mitego yao, halibu hiyo uganga wao. Halibu kwa jina Yesu, haribu kwa jina la Yesu, halibu kwa jina la Yesu haribu kwa china la Yesu haribu kwa china Yesu Kristo haribu kwa china Yesu Kristo haribu kwa china Yesu Kristo, ndio kila mtego uvunjike, kila mtego wa uganga uvunjike, kila mtego wa ushirikina uvunjike katika china la Yesu Kristo. Nasema mitego yao naivunjike, nasema mitego yao naivunjike kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo! Wameitega nafsi yako, wameinasa nafsi yako kwa uchawi, wameinasa nafsi yako kwa uganga. Hiyo mitego na ivunjike, nafsi yako iokolewe. Mitego ivunjike, nafsi yako ipone. <coughs> Nafsi yako ipone, nafsi yako ipone, nafsi yako ipone, nafsi yako ipone nasema nafsi yako ipone, ipone dhidi ya roho ya uchawi, ipone dhidi ya roho ya uganga, ipone dhidi ya roho ya ushirikina, nafsi yako ipone, nafsi jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru, mitego ya uchawi ivunjike, mitego ya uganga ivunjike, na tuwe huru katika jina la Yesu na tuwe huru katika jina la Yesu. Nafsi zetu ziwe huru katika jina la Yesu, mbali na vifungo vya uchawi, mbali na vifungo vya uganga. Nafsi zetu ziwe huru, nafsi zetu ziwe huru. Tunavunja mitego ya uganga, tunavunja mitego ya uchawi, tunavunja hiyo mitego walioitega, nafsi zetu kwa uchawi wametega nafsi zetu kwa uganga mitego na ivunjike, tuwe huru katika jina la Yesu, tuwe huru katika jina la Yesu. Baba tunakushukuru, Yehova tunakushukuru, Mungu wangu tunakushukuru, tuepushe tuepusha, na kila mitego yaliyotutegea katika jina la Yesu. Amen jamani, amen. Mungu wangu akubariki, Mungu akubariki. Yote katika yote, tunashinda na zaidi ya kushinda kwake aliyetupenda. mm-hmm. Jamani, Mungu awabariki awa sana mm-hmm. Haleluya yes, namba zetu ni zile zile, watu wa Mungu, ni ku namba ambazo za kusapoti kazi ya Mungu namba ambazo uta ya fungu la kumi, uh, shukrani vile ambavyo sikia kuifanya kazi ya Mungu, basi <coughs> Mungu akubariki kwa sapoti yako kwa hewani gharama basi kwa sapoti yako. Basi watu wa Mungu, tunaenda kuwa hewani na Mungu anaendelea kukubariki na wewe unaendelea kupata mafundisho, naendelea kufunguliwa. Kwa hiyo niseme tu, Mungu akubariki, tukutane kesho uh, majila na muda kama huu Tuendelee kujifunza na Mungu aendelee kukubariki. Nikutakia wakati ulio mwema, nikutakia usiku mwema. Una jambo lako na changamoto yako, basi namba za simu ziko hapo chini, utanitafuta kwa namba hizo na Mungu atakuhudumia. Nikutakia wakati uliomwema. Bwana kuepusha na kila aina ya mtego ambao adui amekutegea kwa siri. Bwana kuokoe nayo mitego yao na uweze kuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Nikutakie usiku mwema wa baraka, ndugu yangu katika Bwana. Usisahau kulike, usisahau kusubscribe. Ikiwa ndio unajiunga na channel yetu hii, niseme tu, Mungu akubariki. Tunamaliza.